Ameumia, amepigwa risasi, lazima tumtibu, alafu baadaye sheria. Uzuri sahi sheria zinaruhusu hata kama ana ile mnaita nini PFC nini PF, si PFC, tunaruhusu kumtibu, alafu baadaye ndio tunahakikisha kwamba tunatoa taarifa polisi, mtu huyo hapa alikuja na amepigwa risasi, hatujui nani amepiga, lakini tumeona tuokoe maisha yake, sababu kitu cha kwanza kuokoa maisha, ambayo sheria imekuja nzuri sana unaokoa maisha, alafu baadaye mengine yatafuta mkondo wake. Na tulikataa ilibidi sister apige simu mpaka kwa askofu, Mmiliki wa hiyo hospitali jimbo kule Dar es Salaam, eh, akaambia watibu, siwaachie wengine. Tu walikuwa wameumizwa zaidi, mama moja amepigwa risasi kwenye tumbo, asubuhi amepigwa risasi kwenye tumbo. Siku ya pili tunaongelea, sio siku ya 29, eh, tisa, sasa yametokea. Si tuna hospitali, maiti tumezipokea. Sasa unaposema tusikiri, tukiri, watu wamepigwa, wameuawa kwa kupigwa risasi za moto